Watuhumiwa hawa ambao ni wakazi wa kata ya Lengijave wilayani Arumeru wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya wilaya ya Arumeru na kusomewa mashtaka ya kujihusisha na dawa za kulevya, wakijua wazi kwamba ni kosa kisheria. Wakiwa katika mahakama hiyo mbele ya hakimu mfawidhi Mheshimiwa Theresia Methew Sedoyeka na Mheshimiwa hakimu mkazi mwandamizi Itikija Thehoro Nguvava wanne kati yao walikiri na kulipa faini ya shilingi laki tano kila mmoja na kuachiliwa huru, huku wanne wengine wakikana tuhuma hizo na mahakama ikaamuru wapelekwe rumande hadi tarehe 20 mwezi wa tatu mwaka 2025 shauri lao litakapotajwa. Hata hivyo, watatu kati yao walidhaminiwa na ndugu zao na mmoja alilazimika kwenda rumande kutokana na sheria inayosimamia dawa za kulevya aina ya bangi kataza dhamana kwa mtu aliyekutwa na zaidi ya kilo ishirini za bangi. Baada ya shauri hilo, afisa sheria wa mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya kanda ya kaskazini, bwana Benson Mwaitenda, kwa niaba ya kamishna jenerali wa mamlaka hiyo, Arta Slimu, anazungumzia zaidi namna watuhumiwa hawa walivyokamatwa. Walikamata katika opereshoni ambazo zilifanyika katika wilaya ya Arumeru. Nipende kutoa rai kwa wananchi wote kwamba kutojihusisha na biashara dawa za kulevya, kwani sheria imetoa adhabu kali ikiwa ni kifungo cha miaka 15 jela 30 jela mpaka maisha jela na vilevile kubinafsisha vile vile vyombo vya vya usafiri au nyumba ambazo zinatumika katika kufanyia biashara za dawa za kulevya. Sehemu ya mwendelezo wa kampeni za kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Kaskazini, ni ambazo pia zimekuwa zikiendeshwa nchi nzima, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba madawa haya ambayo yamekuwa na athari kubwa katika jamii yanadhibitiwa, na kizazi cha sasa na kijacho vinakuwa salama. Kutoka katika mahakama hii ya Arumeru jijini Arusha, mimi ni Asiraji Mbungi wa ITV.